Chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mkoa wa Mbeya kimetoa wito kwa viongozi na wanachama wote wa chama hicho mkoani humo kufika kwenye kambi maalumu iliyopo katika ofisi za Chadema kanda ya Nyasa zilizopo Mbeya mjini kwa ajili ya kumtafuta kada mwenzio mpaluka Saidi Nyagali alimaarufu Mdude Nyagali ama Mdude Chadema. Taarifa ya chama hicho iliyotolewa Mei 7 mwaka huu wa 2025 na katibu wa Chadema mkoa wa Mbeya kwenda kwa makatibu wa wilaya na majimbo ya Mbeya vijijini, Mbeya mjini, Lupa, Mbarali, Busokelo, Rungwe na Kiela imeelekeza kuwa viongozi wa kamati za wilaya au majimbo na hamasa wote ni muhimu zaidi wakafika kwenye kambi hiyo maalum. Tunasikitika kuwafahamisha juu ya kuvamiwa, kupigwa, kuumizwa vibaya na kupotezwa kwa mwanachama wetu ndugu mpaluka saidi nyagali maarufu kama mdude tangu tarehe 2 mei mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano anayeishi katika kata ya iwambi mtaa wa ivanga jiji la mbeya alivamiwa usiku wa saa nane na watu waliojitambulisha kuwa ni askari polisi na wakampiga sana na kusababisha kuvuja kwa damu nyingi sana na kumzuia mke wake na mtoto asione tukio hilo kisha kuondoka naye kusikujulikana imeeleza sehemu ya taarifa hiyo. Ikumbukwe kuwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lilikanusha kumkamata na badala yake likatoa wito kwa wananchi kuwa yeyote mwenye taarifa kuhusiana na kutoweka kwa Mdude atoe ushirikiano kwa jeshi hilo na vyombo vya ulinzi na usalama kwa ujumla wake. Kwa upande mwingine, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC umetoa wito kwa mamlaka nchini kuanzisha chombo huru cha kudumu cha uchunguzi wa tuhuma dhidi ya vyombo vya usalama kutokana na taarifa za kutoweka kwa mwanaharakati na mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mdude Mpaluka Nyagali, ambazo zimewahusisha baadhi ya askari wa jeshi la polisi. Kupitia chapisho lake katika mtandao wa X, mratibu wa kitaifa wa THRDC wakili Onesimo Olengurumwa amesema haiwezekani vyombo vinavyotuhumiwa kuchunguza tuhuma zinazowakabili bila uwepo wa chombo huru kutoka nje ya mfumo wa usalama wa serikali. hakuna kinyozi anaweza kujinyoa, kesi ya ngedere huwezi kumpa nyani aamue, amesema Olengurumwa akisisitiza haja ya kuwa na civilian oversight system. Tume huru ya kudumu inayojumuisha makundi kama asasi za kiraia, viongozi wa dini, majaji wa staafu na wengine wenye hadhi ya kusimamia haki bila upendeleo. Olengurumwa ametaja mifano ya nchi zilizofanikiwa kuwa na vyombo hivyo vya uchunguzi kama Kenya yenye Independent Police Investigation Authority IPOA. Ameeleza kuwa Tanzania haina chombo kama hicho, jambo linaloweka mazingira magumu kwa wananchi kupata ukweli na haki katika tuhuma dhidi ya vyombo vya dola. Amesema licha ya Tanzania kutokuwa na chombo kama hicho kwa sasa, tume ya haki za binadamu na utawala bora inaweza kutumika kama njia mbadala, kwa kuwa na mamlaka ya ombudsman, yani ofisi au mtu wa uchunguzi maalum. THRDC imeshaiandikia rasmi tume hiyo barua ikiitaka kuingilia kati na kutumia mamlaka yake ya kisheria kuchunguza tuhuma hizo. Kauli hiyo imekuja baada ya jeshi la polisi kupitia kwa msemaji wake David Misime kutangaza kuwa limeanzisha uchunguzi maalum dhidi ya askari wake wawili wanaodaiwa kuhusika katika tukio la kutoweka kwa Mdude Mpaluka Nyagali. Kwa mujibu wa taarifa hizo, uchunguzi unahusisha kikosi kazi kutoka ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI, ambacho tayari kimepelekwa mkoani Mbeya, eneo linalohusishwa na tukio hilo. Taarifa zilizovuja kwenye mitandao ya kijamii zinaeleza kuwa mwananchi mmoja alidai kushawishiwa na askari hao kushiriki shughuli za kijasusi kwa ahadi ya malipo, hali iliyozua hisia kali miongoni mwa wanaharakati wa haki za binadamu. Mdude Mpaluka Nyagali ni mmoja wa wanaharakati wanaojulikana kwa ukosoaji wake dhidi ya serikali kupitia mitandao ya kijamii na amewahi kukumbwa na matukio ya kushikiliwa na vyombo vya dola mara kadhaa. Kutoweka kwake sasa kumeibua maswali mapya kuhusu usalama wa wanaharakati nchini, huku familia yake na jamii ya watetezi wa haki wakiendelea kushikilia matumaini kuwa atapatikana akiwa hai. Kwa sasa sakata la Mdude Mpaluka Nyagali linazidi kuchukua taswira mpya kila kukicha, mambo mapya yanazidi kuibuka kila kukicha. Kwa sasa tunapata kushuhudia jinsi ambavyo wanachama wa chama hicho wanaweka kambi kwa lengo la kuhakikisha ya kwamba wanamtafuta Mdude Nyagali, ambapo kambi hiyo wanaikita katika ofisi za kanda jijini Mbeya. Chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoa wa Mbeya, tarehe 7 Mei mwaka huu wa 2025, makatibu wilaya na majimbo Mbeya Vijijini, Mbeya Mjini, Lupa, Mbarali, Busokelo, Rungwe na Kyela. Inahusu wito wa kufika kwenye kambi ya kumtafuta Mdude Nyagali katika ofisi za kanda. Rejea kichwa cha habari hapo juu. Tunasikitika kuwafahamisha juu ya kuvamiwa, kupigwa, kuumizwa vibaya na kupotezwa kwa mwanachama wetu ndugu Mpaluka Saidi Nyagali maarufu kama Mdude. Tangu tarehe 2 Mei mwaka huu wa 2025 anayeishi katika kata ya Iwambi mtaa wa Ivanga jiji la Mbeya, alivamiwa usiku wa saa 8 na watu waliojitambulisha kuwa ni askari polisi na wakampiga sana na kusababisha kuvuja kwa damu nyingi na kumzuia mke wake na mtoto wasione tukio hilo kisha kuondoka naye kusikojulikana. Natoa wito kwa viongozi wote na wanachama wote kutoka katika wilaya na majimbo yote ya mkoa wa Mbeya kufika katika kambi maalum iliyopo katika ofisi za Kanda Mbeya kwa ajili ya kumtafuta mwanachama mwenzetu ndugu Mdude Nyagale, viongozi wa kamati za utendaji za wilaya na majimbo na hamasa ni muhimu zaidi, wakifika katika kambi hii maalum tupaze sauti zetu. Hakuna aliye salama kwa sasa, Mungu atusaidie. Barua hii imeandikwa na kusainiwa na Hamadi Mbeyale, Katibu wa Chadema Mkoa wa Mbeya.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 Habari hii humu ndani tumepata nafasi ya kuangazia jinsi ambavyo THRDC ilivyotaka chombo huru kuchunguza sakata la Mdude, lakini pia e, tumepata nafasi ya kutazama jinsi ambavyo Chadema wanampambania mwanachama wao Mdude Mpaluka Nyagali huko mkoani Mbeya, ambapo sasa rasmi wanakita kambi ama wanaweka kambi ya kumtafuta Mdude. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba